Kwamba imani ni ubishi, yaani kuto kukubali kama umeshindwa, hata kama dalili za kushindwa zinaonekana. Na ukiwa na imani unamfanya Mungu wa kusaidie, hata kama alikuwa hana mpango. Bwana asifiwe sana. Habari hii tumeifupisha kwa kuisoma kutokana na muda, lakini inamuhusu ba, baba mmoja aliyeitwa Razalo. Huyu Lazaro akiwa na dada zake wawili Mariamu na Marta walikuwa rafiki wazuri wa Yesu, walimpenda sana Yesu na Yesu naye aliwapenda, na ule upendo haukuwa tu wa waumini na mchungaji wao, ulivuka ukawa wa marafiki. Maana hata wakati Lazaro amekufa, yule Marta alienda kumwambia Yesu, akamwambia Bwana yule umpendaye sasa hivi hawezi tena. Maana yake yani ni rafiki wa karibu Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Biblia inasema siku moja Lazaro aliumwa, na wakati anaumwa hapa, inaonyesha jambo moja kwamba taratibu za kuuguza zilikuwepo, zilifanyika lakini Lazaro hakupona, wakabaki na imani moja wale dada zake kwamba Yesu ndiye amebaki dawa ya mwisho. Na imani yao ilijengwa kwenye kitu hiki kwamba Yesu akija tutampeleka tukio lilipo, Lazaro alipo, atamgusa au atamwambia watafanya kama alivyofanya kwa wengine, alivyofungua vipofu macho wakaona, aliwawekea kabisa mikono akina Batimayo na wengine. Aidha, alivyoenda kule kwa yule Yairo akakuta yule binti kule amelala, wameshasema amekufa, akamgusa akamwambia amka, akaamka. Lakini pia alikutana na mwingine tena aliyekuwa aliyekuwa anatokwa na damu miaka kumi na mbili, yule mama alipungusa pindo la vazi, ndio ile damu ikakata. Kwa hiyo imani ya kina Malta, walijua muujiza utategemea mpaka Yesu afike pale. Bwana asifiwe. Na wakasikia kwamba Yesu anapita na kupita kwake yamkini, katika ile kijiji atafika na kwa kuwa wao ni rafiki zake ikabidi Manta dada yake na Lazaro afanye haraka ku